Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Chauma! Nasikia <mulia> kama <mulia> hamjashiba vile <mulia> Chauma kwa shibe <mulia> Leo ni siku ambayo tunaandika historia mpya ya chama chetu tangu tulipopata usajili mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Sasa tunaendelea na safari ya kujenga chama chetu hatua kwa hatua katika mapito mbalimbali mbali, na hatimaye tumefikia siku hii muhimu katika historia yetu kama chama na Taifa kwa ujumla. Chama hichi kilianzishwa kwa misingi ya kuanzisha kwa kwamba sisi sote tutakuwa na azima moja ili kuweza kupata mahitaji ma ya watu wote na watu wagawane mahitaji ni kitu cha lazima. Ndiyo maana na nembo ya chama chetu kuwa na alama moja ambayo ni kiganja cha mkono kilichokunjwa ikimaanisha umoja na ushikamano wa taifa letu. Itikadi ya chama chetu, tunaamini kuwa katika demokrasia ya kijamaa na ndiyo ambayo misingi yake ni uhuru, umoja, ukweli, haki, amani, usawa mbele ya sheria, ustawi wa jamii na maendeleo wa wote. Nawakaribisha wana, wanachama wapya, tukapambane kwa hoja tuweze kupata mabadiliko ambayo watalipelekea wata kufikia na kuishi misingi ya kuundwa kwa chama chetu. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.